Mheshimiwa Spika, utafiti wa viashiria vya matokeo ya VVU na Ukimwi umeonyesha kuwa tumefanikiwa kuvuka, tumefanikiwa kuvuka lengo kwenye utekelezaji wa shabaha ya asilimia 95 ya pili inayohusisha tiba kwa watu wenye VVU waliotambua hali zao, ambapo asilimia 98 wapo kwenye tiba. Pia utafiti katika shabaha ya tatu inayohusu kufubaza virusi vya waviu na wanaoendelea na tiba inaonyesha kwamba asilimia tisini na nne ya waliopo kwenye tiba ndio wamefubaza. Kwa hiyo tunaendelea vizuri, aidha katika kufikia na waliofubaza, maana yake hawaambukizi. Aidha, katika kufikia shabaha ya kwanza inayohusu watu wote wanaoishi na viviu kupima na kujua hali zao za maambukizi asilimia 82.7 ya watu wanaoishi na VVU nchini sasa wanajua hali zao. Pamoja na kupungua kwa baadhi ya misaada ya wabia wetu kutokana na mabadiliko ya sera zao, serikali imejipanga kuhakikisha kuwa haturudi nyuma katika kufikia shabaha Asante. Serikali itahakikisha kuwa haturudi nyuma katika kufikia shabaha iliyowekwa kimataifa ya 95 95 95. Mheshimiwa Spika, afya za Watanzania itabaki kuwa kipaumbele cha kwanza cha serikali na uwekezaji stahiki utafanya. Mheshimiwa Spika, ili kutimiza azma ya upatikanaji wa maji safi na salama